Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida, kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. Mimi naitwa Daniel John Komba Kazi, mkazi wa kata ya Lusonga, wilaya ya Mbinga. Kwa kipindi hiki cha mchakato wa uchaguzi ndani ya Chama cha Mapinduzi, nimethubutu kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya udiwani kata ya Lusonga kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ya jana tarehe ishirini na nane mwezi wa sita imechukua fomu kwa ajili ya kuomba kuteuliwa. Lakini sambamba na hilo, yako mambo ambayo yamenisukuma mpaka nifanye uthubutu huu wa kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa kugombea nafasi hiyo ya udiwani. Jambo kubwa ambalo limenisukuma ni kasi kasi ya maendeleo kwenye eneo letu, kwa maana ya kata ninayoishi, nimeona iko tofauti na matarajio ya wananchi wengi wa eneo letu la kata, kwa sababu wananchi wanakuwa na wanakuwa na mahitaji ya huduma nyingi za kijamii, lakini serikali inafanya kwa kiasi chake, lakini serikali ili ifanye lazima msukumo wa dhati utoke kwa kiongozi lakini mimi nimeona hiyo kasi bado inahitajika kwa kipindi hiki cha miaka minne, presha imekuwa ni ndogo sana ya msukumo wa maendeleo kwenye eneo ninaloishi mimi, kwa maana kata ya Lusonga. Hivyo nimeona ni thubutu, kwa sababu na maono ya kuendeleza kata ya Lusonga kwa spidi ambayo wananchi wana matarajio la nayo, lakini kwa kipindi hiki cha mchakato huu wa uchaguzi wa kula za maoni ni waombe vijana wenzangu kwenye rika kama la kwangu, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi kubwa ya taifa, nao wajitokeze kwa wingi, wasiogope, wakachukue fomu ili tuweze kujenga Tanzania yenye umoja. Hayo yako mengi ambayo yanatusukuma, lakini kuna jambo jingine, jambo la kuwaunganisha wananchi. Maeneo mengi wananchi hawajaunganishwa na viongozi ambao walikuwepo madarakani, yawezekana uwezo wao ulikuwa umefikia hapo au yawezekana walikuwa waoni umuhimu wa kuwaunganisha watanzania kwenye maeneo. Kwa hiyo mimi niseme tu, endapo nitapata ridhaa ya kuwa mteule kugombea nafasi hiyo ya udiwani kwenye kata yangu nayoishi ya Lusonga, nitahakikisha kwanza nawaunganisha wananchi wawe kitu kimoja, kwa sababu ukisha waunganisha wananchi, jambo lolote utakalo waomba mshirikiane kusapoti serikali na maendeleo ya eneo husika hawawezi kuwa wabishi, lazima wataungana na wewe, wataenda kwa kasi. Kwa hiyo tutaenda hivyo kwa ajili ya kumuunga mkono Mama Samia ambaye sisi tayari kwenye chama chetu ndiye mgombea pekee, tunatarajia tu kwenda kumjazia kula nyingi. Kwa hiyo lazima apate watu wachapa kazi, watu waeledi, watu wenye nguvu, wenye msukumo wa maendeleo. Jongo Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida kawaida.